Hawa ni baadhi ya abiria wakiwa kwenye lori wakirudi kutoka mjini kupata huduma mbalimbali. Mbali na huu, ndio usafiri wao kwa sasa, nauli inakuwapa shilingi elfu tano mm, lakini sasa, mpaka sasa barabara mbovu mno, mpaka wajawazito jinsi wanavyotabika, mtu anakuta uchungu umeshamfikia anataka kusafiri Inakama mnavyoona. Na hawa ni wasafirishaji wa mizigo ambao wamelazimika kukaa njiani kwa siku kadhaa kufuatia lori lao kunasa na kuharibika kutokana na ubovu wa barabara. Huku mekuja kuchukua nazi, na siku ya, na siku ya nne tuseme, kupaka sasa hivi bado sijatoka gari, inasumbua kutokana na na hali ya barabara ilivyo. Na nazi na ndani inauza humo ndani ndio utega uchumi, na maana watu, nikipata biashara nikipeka mjini napata hela kijijini wanapata riziki, wanakula maisha yanaendelea. Lakini mpaka leo hii ina maana mimi na siku ya tatu nalala barabarani. Tulikuwa tunaomba serikali itenge budget kwa ajili ya kurekebisha hii barabara kwa sababu hii barabara ndio imekuwa barabara ambayo inatumika kusafirishia mazao kutoka huku interior kwenda kule center. Kwa mfano sasa tunaelekea kwenye msimu wa ufuta, tunategemea ufuta wetu tuusafirishe kutoka huku kupeleka mjini. Kwa hiyo inawezekana ikawa changamoto, mzigo wetu kachelewa kufika sokoni mapema, na hivyo tunaweza tukaikosa bei ya ule mnada wa kwanza wa ufuta. Akizungumza na Azam News kwa njia ya simu, diwani wa kata ya Nangaru ameeleza kuwa kufuatia kero hiyo, serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura tayari imetenga kiasi cha milioni mia moja themanini kwa ajili ya ukarabati wa barabara hiyo. Mvua zilizonyesha zaliminyo za mwaka jana ndizo ambazo zimekuja kuharibu tena barabara hizo si barabara tu hadi madaraja. Tunategemea wakati wowote wa kuanzia wiki ijayo, kwa mujibu wa maelezo ya meneja wa Tarura, tutaanza kazi baada tu ya kupatikana jua lenye uhakika kidogo. Omar Mikoma, Azam News, Lindi. <tune>